Kuelekea okay, hatua eh, ya makundi ya klabu bingwa eh, Simba imeonekana kufanya vizuri mpaka sasa mpo hatua ya makundi, ila eh, kipa Musa Kamara amepata injury na anaenda kutibiwa eh, nje. Kwa sasa mebaki na Yakubu Suleiman, nazani Yakubu anatosha kwenda kukiongoza kikosi cha Simba kuelekea hatua ya makundi eh, Yakubu Suleimani anatosha, pamoja na Hussein Abedi abed, aliopo ni makipa wazuri sana. Ambao tutawategemea Musa, Musa, Musa Kamara pimpin anaumwa na anakwenda ana, Moroko kufanyiwa upasuaji atakuwa nje na wiki nane mpaka wiki kumi. Kwa hiyo tunashukuru Mungu na tumeombee kila dua, tu, tumeombee dua, eh, tumeombee dua huko anakokwenda ili aweze kufanikisha jambo lake okay. uh, kwenye michezo ambayo Musa kama nani Musa Kamara amekosekana, ambao ali, ali, ali daka eh, Yakub Suleiman, tuliona kuna baadhi ya makosa ambayo huwa Musa Kamara anaepukana nayo, basi watu wakawa wanasema kwamba e, Simba itaenda kusafa sana katika hatua makundi kutokana na kutokuwepo kwa Musa Kamara. Uliona oh, sio okay, kweli Simba hawezi kuhangaika kwa, kwa kutokuwa Musa Kamara. Musa Kamara is a good player, ni golikipa mzuri ambaye ameonyesha prove hilo, ameonyesha ubora wake, kaipeleka Simba finali ya CAF Confederation Cup msimu uliopita malaka finali ya kombe la shirikisho. Ni, ni sweeper keeper, ni golikipa ambaye atumia miguu akili miguu mikono na akili. Golikipa mzuri sana kwenye saves, lakini hilo kuwa nje haiondoe Simba kufikia malengo yake msimu huu. Kwa makipa waliopo Yakoub Suleiman, Tanzania wani, Hussein Abeni na wengineo, magolikipa hawa ndio tupeleka Simba fainali ya CAF Champions League. Yakoub Suleiman amemchukua kutoka JKT Tanzania na endo namba moja sasa hivi kwa Tanzania mazani, mliona nini kwa Yakoub paka saizi eh, paka saizi, mfano Musa Camara kaumia, alafu yeye ndo amemkabidhi timu kuweza kuisaidia kikosi cha Simba kuelekea mashindano kuelekea nusu fainali kuelekea makundi ya klabu bingwa deliverance. E, namna kile kile, kile ambacho alikionyesha kwenye uwanja ubora wake wa um, msimu uliopita akiwa JKT Tanzania, akiwa national team kaonesha performance kubwa. Hiyo ndio sababu kubwa ambayo imepelekea bodi ya kurugenzi klabu ya Simba kuweza kumwapoint na kuweza kumchukua na kumnunua kama mchezaji wetu mwingine kwenye eneo la goalkeeping. Dokta, Dabi ya Kariakoo ni wazi mnaenda bila Musa Pimpini kama. Sio shida kabisa. Anaenda ni kwamba amekipuka kikombe cha Yanga wala dabi ya Kariyako bila Musa Pipi Camara sio tatizo kabisa. Yupo, yupo Yakubu Sulemani ambaye aliondoka la na Yanga JKT pale Mbweni na yanga akufana chochote dhidi ya Yakubu Sulemani, maneno ambayo hapo ni kwamba majeraha ambayo yameondosha ishi Manula uh, Simba ni kama uh, yalianza hivi vipi ambavyo yameanza kwa Musa Pipi Camara, daktari, ni wazi kabisa mchezaji uh, uh, uh, anakuandamwa na majeraha anaporudi performance yake automatically na drop pengine mdogo mdogo, ndo tunaanza kumpoteza Musa Pimpini kama. Hapana, Musa Pimpini kama ni tofauti na wewe Aishi Manula. Aishi Manula na ki performa... kiwango chake kimeharibiwa na vitu vingi vya nje ya uwanja na haya na, sio majeraha uh, pengine sasa kwa hii ambayo imekaa daktari, tunavyoangalia kuhusiana na eh, majeraha pengine eh, kwa kikosi cha Simba eh, goalkeeper Yakubu Suleimani pengine ana vitu vingi sana vya kujifunza kwa Musa Pini Pini, kama mara kadhaa futi yake imekuwa ikizungumziwa kwamba haipo fiti, dokta. Ndio maana watu sana wanalia sana kipindi hiki. Hapana, kiufundi kiu zaidi pengine ni magoli. Kipa wawili wenye utofauti gani? na kuuliza swali hmm, na kuuliza Simba amecheza mechi ngapi msimu huu mpaka sasa, eh, mechi mechi ngapi za CAF Champions League ngapi, mechi tatu, mechi mechi nne, sindio? Si mechi nne, mechi mbili za hatua ya awali ya kwanza dhidi ya Gaboroni tukawatoa, sindio? Simba iruhusu bawili bawili ambayo kopoyakubus mechi ya pili dhidi ya dhidi ya hawa wa Eswatini Singizini, ambao wanatokea Eswatini home and away. Yakubu, Yakubu Sulemani ameondoka ya la clean sheet. Uongo kwe mechi tatu za ligi kuu Tanzania Bara dhidi ya Fountain Gate bao tatu sifuri, clean sheet, dhidi ya Namungo FC bao tatu sifuri, clean sheet. amekuja kuruhusu goli dhidi ya JKT Tanzania <laughs> nani huyo? Yakubu Sulemani unaona nao He is good enough kwenye goalkeeping area, kwaiyo ni golikipa bora ambaye tunaye Simba kujivunia, ndio Tanzania wani ambaye alimshawishi mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila kumkabidhi crown mpya kwa uwezo wake, unaelewa? Without uwepo wa kutokuwepo kwa Musa Pimpin Camara hakudhoofushia hakupanyi ofika kwa eneo ya goli kipa aliyepo wa sasa ambaye ni Yakubu Sulemani. Tuna imani na Yakubu Sulemani atawabeba majukumu yote, na sasa hivi atatuvusha salama kwenye grupu stage ya Kafu Champions League Dokta ili linakuja kutokana na ubora wa kundi ambalo mmepangwa msimu, ndio maana watu wamekuwa na, na doubt sana kuhusiana na kipa kutokana na ubora wa kundi mlilopo. Kwa mechi ya kwanza mtacheza tarehe ishirini na mbili uwanja ya Benjamin Mkapa na, na... Petro de Luanda na maana watu wamekuwa sasa wana hofu sana kuelekea hatua hii ya, ya makundi. Kundi lenu mlitazama, Dr. Moni, kundi la namna gani na mnaenda na, kuonyesha kitu cha namna gani kuelekea hatua hiyo? Uh, sisi kundi letu ni gumu sana, pengine ndio timu pekee ambayo imepangiwa timu ngumu sana, kuna grupu letu ambayo tunapepangwa kuliko timu yote Tanzania. Azam wamepangiwa wanakundi jepesi, Yanga wanakundi jepesi mno Singida ya kundi jepesi. Timu pekee ni kundi gumu ni Simba Sports Club. Timu ya Petro Atletico ya Rwanda ya, Rw ya, ya Angola. Mabingwa wa nchi msimu upita. Timu ambao misimu miwili hapa misimu mitatu wamefanya vizuri kwenye CAF Champions League. Wamekuwa kishana nusu fainali. Timu ya Stade Malini, timu bora sana pale nchini Mali. Timu ambayo ilitoka Djidi Yala. Timu ambayo inaongozwa kwa vijana wenye miaka wenye umri mdogo 18, 19, 20, 21 okopa sana timu hiyo. Esperance de Tunis, timu ambayo imecheza World Club World, World Cup ya vilabu mwaka huu Marekani. Sio timu ndogo brother, timu ambayo ina taji ya CAF Champions League, kuingia nusu finali ili kama maji ya kunywa. Sio timu ndo maana yake timu Simba ndio timu pekee kutoka Tanzania ilopangwa kwenye kundi gumu kuliko timu yoyote unajua, wewe umeelewa? Yanga yes. Amepangwa kwene timu jepesi ile, team, ile kundi, lingepangwa mimi Simba asubuhi tu ningatangaza kufuzu kwenye robo fainali. Kundi gumu lile, enyew nalalamika kwamba Young Africans me... kundi gani? Kundi jepesi na wakishinda kufuzu, achapo viboko Yanga akishinda kufuzu, kule kundi lake lepesi achapo viboko wachezaji wote mimi nimefuzu kwenye nikawa, nikaongoza re, nikaongoza kundi kama hilo, nikawa nikaongoza nikaongoza, sio, amepangwa na vibonde wenzake. Nationali sio bingwa, hajawa bingwa kgi msimu huu Ubora wake umeshuka au kina farabatu wa kawaida, huyo nani Jesse Kabaye wa kawaida mno anapigika asubuhi mchana, jioni. Yanga mwenyewe ni wale wale sasa. Kibonde jua kibonde, yani kibonde kibonde mwenye nafuku ile gupu Yanga sasa anashindwa kufanikiwa na akishindwa kufuzu ni viboko dakta warabu wale warabu. Wapi kaka, mimi nishafuzu, tumepangiwa kundi warabu watatu na nikafuzu. Ulikuwa na ubora namna gani kipindi sasa? Wewe acha mambo, Yanga kibonde kaka asipofuzu asipo ni viboko vya asubuhi ambavyo viboko atamchapa nani? Tutawachapa wenyewe, wame wanaibisha taifa. Sisi hapa mashabiki Simba eh tutawafuata, tuwachapa viboko, kwa sababu unaweza kabisa majukumu ya kitaifa, huenda kioka pambania taifa bendera pamba. ya Tanzania patio dr mona nyenye, mpo kwenye kundi kundi kundi gumu, kundi letu ni ndio kundi gumu kwa kokorote, lakini tutafuzu. Ah, kwa sisi mambo yote magumu kabisa, simba Simba hii. Ndo hii unajua, hatuwezi kutolewa wewe, au kawambia nyuma mwiko kongogo wa kijani sio Simba, nitafute bwana wewe. Tutolewao basi, kila la heri, shindana. Shukran sana.